Utakapokuta katika jambo la muungano watakaokuwa wanazungumzia hoja za muungano au labda changamoto ni wale ambao wadogo, na ndio maana sio wengi kati ya wabunge wa Tanzania bara kuwasikia wanazungumzia changamoto za muungano, lakini wale wa kutoka Zanzibar mara nyingi utawasikia ndo wanazungumzia changamoto, na hiyo ni nature. Wakati mmoja Mtume Daudi aliendewa na watu wawili wakishtakiana, yule mmoja alisema inna hadha akhi lahu 99 wa naja walia najatun wahida faqala akfilniha waazani fil khitab. Walimwendea watu wawili, mmoja anamlalamikia mwenzake kwamba mimi nina kondoo mmoja, mwenzangu ana kondoo 99. Amenaambia amenambia tuchanganye na amenishinda kwa hoja. Kwa maana hiyo, lazima wale wachache ndo mara nyingi watakuwa wanaongea changamoto, ila kwa upande wangu leo sitoongelea, sito changamoto, nitaongelea fursa ambazo ziko katika muungano badala ya changamoto.